Eh, nawaletea habari ya Yesu Kristu kutoka kitabu cha Yohana wa 8 mlango ni mstari wa 37 na 38, na 38. Nasema siku ile ya mwisho ya siku kuu, siku ile kuu, wakati Yesu alikuwa amesimama huko akapaza sauti yake, kama vile nafanya, akapaza sauti yake akasema, akasemaje? Akasema, kama mtu yoyote anaona kiu, na aje kwangu anywe. Akasema aje tena, huyu Yesu Yesu akasema kama kuna mtu yoyote anaona kiu aje kwake anywe, na ameahidi kwamba yeyote aniaminie mimi, kama maandiko yanavyosema, vijito vya maji vya uzima vitatiririka ndani yake. Mwito huu wa Yesu ni mwito rahisi sana, ni mwito rahisi sana. Hata mtoto mdogo anaweza elewa. Si lazima uwe umeenda shule ndio uelewe mwito wa Yesu. Si lazima uwe umesoma Biblia ndio uwe mwito wa Yesu. Sio lazima uwe umezaliwa Mkristo ndio uelewe mwito wa Yesu. Si lazima ukuwa umezaliwa katika hii dini ya Yesu ndio uelewe mwito wa Yesu. Si lazima, hata mtoto mdogo mtoto mdogo anayeelewa lugha anaelewa huyu mwito wa Yesu. Mambo rahisi sana, mambo simple. Mambo rahisi anasema nini? Mwenye anasikia kiu, mwenye anasikia kiu kuja kwangu kunywa, kunywa maji very easy. Unajua kiu ni nini? lazima nikufunze kiu ni nini wewe. kama unasikia kiu Yesu anasema njoo kwangu unywe rahisi sana. Na kuuliza wewe leo, je, wasikia kiu? Una kiu rohoni mwako? Umejaribu kutosheleza hiyo kiu rohoni mwako? Maisha ya ulimwengu ni maisha ya kiu, maisha ya ulimwengu ni maisha ya kiu. Maisha inje ya Yesu ni maisha ya kiu, ni maisha yasiyotosheleza, ni maisha yaliyokauka. Biblia inapiga picha, inatupea picha ya maisha inje ya Yesu kama mti mkavu, kimti mkavu kilizo kwenye jangwa katikati, akimea hakuna maji pale, imekauka tu, haizai matunda, haizai chochote

ni raha iliyo hapo dakika moja. No, no, na ishakwenda, imeisha, haikusaidii chochote. Unabaki, unabaki pale ukitafuta kutosheleza hiyo kiu, unabaki pale ukijaribu kutosheleza hiyo kiu tena na tena. Maisha ya ulimwengu yote nje ya Yesu ni maisha ya kutegemea mambo ya ulimwengu ni maisha ya kutegemea hela, maisha ya kutegemea wenzako, maisha ya kutegemea watu wa kabila yako, watu wa kwenu. Ao ndo unategemea na kuuliza, wamekusaidia ama wamekuacha na kiu? Kama uko na kiu, kuja kwa Yesu, simple. Umetafuta kiu pale kwenye madawa yako ya kulevya Asubuhi hadi jioni, pombe, kuchana bangi. Kwa nini? Kiu, ni kiu, ni kiu ya moyo, ni maisha imekauka, ni roho imekauka. Unatafuta furaha, unatafuta amani, ni kiu. Umetoroka mke wako nyumbani, umedanganya, unasema o. Mimi mtu mwaminifu hata oh, umekubaliwa sikuu. Uwe na wanawake wangapi? baada utosheki bado na wengine pale nje. Kwa nini? Ni kiu, nakwambia ni kiu. Unafikiri utatoshelezwa na wanawake? Umeenda umeoza umeoza, na baada ya kuoza ukaoza zaidi. Kwa nini? Ni kiu. Unajaribu kutosheleza kiu yako na wanawake. Unajaribu kutosheleza kiu yako na connections. unajaribu kutosheleza kiu yako na pesa. Imekupeleka wapi? Umekuwa mwenye wivu, umekuwa mwenye fitina, umekuwa wakupanga njama ndio uongeze. Kwa sababu gani? Kiu. nakwambia lugha ya Yesu rahisi sana kuelewa, nakwambia lugha ya Yesu rahisi sana kuelewa. Kakamu, hata wewe kama ni Muislamu, nakwambia hii lugha unaielewa. Ni kiu, kiu kitu rahisi. Unaokuwa na kiu, unakuja kwa maji, unakunywa, rahisi sana Anaita nani kwego? Kama wewe hauko na kiu, wewe baki, endelea na biashara zako, fanya mambo yako pale. Wengine wametoshelezwa na hiyo mambo yao. Umetoshelezwa na connections zako, hauna kiu wewe, baki uza vitu zako pale kana connections. Wacha wenye kiu wasikie. Wengine wametoshelezwa na matendo yao, amekuwa akiongeza bana amesema lazima nezipise niswali ioetauka ni, ni ifana ni matendo mazuri nikifanya hiyo niko sawa. Wee hauna kiu, endelea, wacha mwenye kiu waje, wacha mwenye kiu waje. Wee umetoshelezwa, umekuwa ukiongeza bank, ukiongeza bank account, si ndiyo? matendo yako unayaongeza, yala kutosheleza, unaona, unaweza simama mbele ya Mungu nayo, baki nayo Wacha wenye kiu waje. Yule ambaye amefanya mambo yote, amefanya mambo yote, amefunzwa na walimu wake, oh, amefunga o oh, ametoa sadaka oo oh, ametoa zaka oh, amefanya yote na bado anapata kiu, kiu! Kiu! Wewe ndio Yesu amekutia hapa leo, wewe ndio Yesu anaita mwenye kiu, ndo anaitwa mwenye ametoseka, mwenye ameona akosawa aendelee na kazi yake. Yesu anajua anaita nani. Mali kwingine anasema mwenye mzigo, mwenye mzigo, mzigo wa dhambi. Amebeba mzigo wa dhambi, amejaribu kuitoa na sadaka, amejaribu kuitoa kwa kufunga, amejaribu kuitoa kwa kuungama, amejaribu yote, ameshindwa kutoa hiyo mzigo. Yesu anasema huyo mwenye mzigo ndio akuje, mwenye ana mzigo wewe endelea. Yesu anajua anaita nani? Anasema tena, nimekuja kwa ajili ya wagonjwa. Kama uko mgonjwa, unaenda Makadara ya kufanya nini? Kama uko mgonjwa unaenda Makadara ya kufanya nini? Endelea na biashara yako, eh. Mwenye amegundua roho yake imeoza, amejaribu kufunga, amejaribu kufanya kila kitu, roho bado ni chafu, imejaa ugomvi, imejaa fitina, imejaa dhambi. Wewe mgonjwa, wewe kuja kwa daktari. Daktari amesema kucha, anaitwa Yesu. Huyo mgonjwa ndo ameitwa. Mwenye ako sawa, mweendelea, enda ufunge huko, enda utoe zaka na huko Nimekuja hapa kwa ajili ya wenye kiu. Yesu amesema mwenye kiu, wewe kuja. Mwenye roho imekauka, wewe ndio Yesu anaita. Ukisikia rohoni kama ardhi inayohitaji maji ni Yesu unahitaji. Nasema tena, ukisikia rohoni kama ardhi inayohitaji maji, ni Yesu unahitaji. Mwenye kiu unaambiwa ufanye nini? Kuja, kuja. Mwenye kiu unaambiwa ufanye nini? Kuja. Angalia, ndio huyo Yesu hapo, chukua hatua na ukuje. Take a step. Come forward to Jesus Christ. Hakuna mwenye anakuja anakukuzwa Hakuna teka te chukua <laughs> hatua na ukuje. Toka kwa woga wako na ukuje. Yesu anakuita na mikono wazi, anasema wewe mgonjwa, wewe, wewe mwenye kiu, wewe, kuja hapa Kuja nikutosheleze. Kuja nikupewa maji ya uzima. Ni wewe ndio naita, usiogope, sijakuja kukuita kukuhukumu. Nimekufa kwa ajili yako, nimesulubishwa kwa ajili yako, njoo kam. Unatema oh, nimekuwa ni kitu viezi tangu nizaniwe. Kuja mwenye wewe, kiu oh, mimi ni mzinzi. Oh, mimi ni muuaji. Uko na kiu, njoo kamia, kam nao, yeah. Qualification ni nini? Qualification ni nini? Qualification ni nini? Ni kiu kiu

Mimi ni mwasherati. Uko na kiu? Kuja. Amepeleka wapi? Ukuje kwangu na ufanye nini? Na ukunywe maji.

Nakuambia, ni Yesu yeye mwenyewe. Ukija kwa Yesu, tayari umekuja kwa maji. Unampokea Yesu, tayari umeyapokea hayo maji. Au kuji pale, akwambie, sasa ninataka ufunge mara tano kwa mwaka, ninataka usali mara kumi kwa siku, na ninataka ufanye hii na, a -a. Kuja kwangu nipokee mimi. Mimi kuja kwa Yesu mumpokee ye, yeye. Wengine wameambiwa kuhusu Yesu ambaye hata si Yesu. Yesu mjani huyu akufa. Unafunzwa kuhusu Yesu mwenye si Yesu Yesu mgani huyu hakusulubishwa? Yesu mgani huyu hakufufuka siku ya tatu? Huyo ni yesu wa wapi? Huyo yesu mgani huyu si mwana wa Mungu? Huyo ni yesu wa wapi? Huyo ni yesu mgani mwenye hawezi kupea maji ya uzima, ambaye ni yeye? Huyo ni yesu wa wapi? Ati Yesu nabii tu? Yesu mgani huyo? Yesu mgani hawezi beba mzigo yako? Ati hakuna mtu ataweza kubeba mzigo yako? Yesu anabeba mizigo, na sisi ni mashahidi. Yesu anabeba mizigo, na mimi ni shahidi, amebeba wangu. Sema tena, Yesu anabeba mizigo na sisi hapa ni mashahidi. Sisi si maskola, hatukwenda shule kusomea hii mambo. Yesu amebeba mizigo yetu na tunajua. Unaambiwa hiyo siku ikifika, hakuna kutetewa. Yesu anatetea watu na damu yake. Yesu anasimama katikati ya Bwana na wewe. Yesu anasimama katika sehemu yako. Yesu anakupa ujasiri mbele ya Baba. Yesu anabeba dhambi. Yesu anabeba dhambi. Yesu anabeba dhambi. Yesu anabeba dhambi. <coughs> <Yesua nabeba dam. tos> Mwamini leo. Usikufe. Usiji Usijibebe dhambi. Usijioshe. Usijaribu kujisafisha. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu mwana wa Mungu. Ha, ha, o, mwamini Yesu mwana wa Mungu. Hata wale ambao wamemtusi, wamwamini Yesu. Hayo matusi, Yesu anabeba. Ala, njoo kwa Yesu wewe mwenye matusi, wewe njoo anakupenda, njo. Aya haya, wewe uliye mtusi saa hii, njo, anabeba matusi, njo. Hiyo ndio habari nzuri, hiyo ndio habari njema. Ala, that is the good news, that is the good news. Njoo kwa Yesu wewe mwenye matusi, anakupenda ala. Hamuelewi injili, hamwelewi injili. Yesu anabeba dhambi, hamuelewi. Ala. Ala. A kuja kwa Yesu mwenye matuti, we kuja kwa Yesu mwenye matuti, anapenda wenye matuti, anawapenda kuja kwa Yesu wewe katili, anapenda makatili sana. Kuja kwa Yesu waongo, anapenda waongo sana. Anawaosha, anawasafisha, anawafanya wawe watu wapya. He makes you new, he makes you new. Na sisi ni mashahidi, sisi ni mashahidi. Haleluya! Haleluya, Yesu anapenda wenye matusi. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu kakangu, njoo kwa Yesu dadangu, njoo, njoo ukamjue, njoo ukamjue, njoo ukamjue, njoo. Kwa jina la Yesu nimeomba, kalikamu.